Katika viwanjani tamati yetu ni majira ya saa sita kamili za mchana. Mimi ni Saidi Salibu Msume, lakini kama ilivyokuwa ada ya viwanjani kuwa na wageni mbalimbali, michuano ya kimataifa jua kuwa inarejea katika kalenda ya bara la Afrika, ligi ya mabingwa barani Afrika pamoja na kombe ya shirikisho barani Afrika, na ni jambo la kipekee sana kwa wakati huu hapa kuweza kuungana na Uh, mashabiki na viongozi kutokea Azam Football Club, ni jambo jema sana kuungana na Ayoub Shelukindo ambaye ni mkuu wa idara ya masoko Azam Football Club, akiwa ameambatana na Ahmad Jobenyo ambaye ni katibu wa mashabiki Azam Football Club, pamoja na Octavian Achimpota, yeye maarufu kama mwenezi Azam Football Club. Ndugu zangu, ni vipi? kwema, kwema, kwema. Ha, E, mambo anakwenda safi Azam oye e! Ila, ila si tuna kauli mbiu yetu, tunasema Azam FC timu bora, bidhaa bora. Kwa hiyo oye, kwa sauti kubwa Azam FC timu bora, bidhaa bora. Na kweli tumeiona bidhaa bora, bora timu bora tumeiona, yes. Watu wanasema hata ukichanganya under 20 anga wapi? yeah. wanakupa ile ile mechi ile ile yes. Unapata kitu ni kweli kabisa kilichokuwa, unapata kitu safi kabisa sawa. Jambo kubwa zaidi ni kuhusiana na kwanza kuishi kwa michuano ya Mapinduzi. Hongereni uh, kwa mechi nzuri japo matokeo hayakuwa upande wenu. Uh, mwenezi, uh, matokeo hayakuwa upande wetu lakini tunashukuru hatujapoteza mechi yani, bado tupo katika rekodi ya unbeaten kwenye yale mashindano mm. Kwa maana hatujafungwa mechi ya dakika 90. Unajua mpira ni dakika 90. Mm. Kwa dakika 90 si hatujafungwa ila tu hatujapata kikombe. Sawa, Shelukindo, jambo kubwa zaidi kwa wakati huu hapa ni kuhusiana na urejeo wa ukiachana na ligi kuu ya NBC lakini pia michuano ya kimataifa. Kwa mara ya kwanza Azam inashiriki hatua ya makundi. Kombe la Shirikisho ni hatua kubwa sana. Uh, majaribio yalikuwa ni mengi sana. Uh, nakumbuka mechi moja hivi Uh, Azam alikuwapo ana, anashikilia rekodi ya kutopoteza kwenye uwanja wa Chamazi, alienda kupoteza dhidi ya Triangles ya, ya Zimbabwe, yeah, kichapo cha bao moja yes. kwa sifuri, kocha yeah. alikuwa Etienne Dairagije nakumbuka. Yeah. Mashabiki walisogea pale, kocha akasema ndo mpira mashabiki wengi na kadhalika. Hatua hii ya makundi ya kombe la shirikisho kiujumla, unaona ni hatua gani kwa Azam? Uh, sisi hatua hii ya makundi kombe la shirikisho barani Afrika yeah. Bado nafasi ipo. Mm. Na ndio maana sasa hivi tumeamua kuja na e, tumepanga safari ya kwenda Nairobi mm, kwa sababu tunahitaji zile pointi sita za Nairobi United yeah, ili turudi mchezoni. Kwa hiyo yeah, sisi kama idara ya masoko za Football Club e, kwa kushirikiana na uongozi wa mashabiki mm, tumeamua kupanga utaratibu wa safari kwa mashabiki kwenda kuisupport timu kule Nairobi mm. E, kwa hiyo e, tumekuja kuzindua ile safari yetu ya kwenda Nairobi mm, kutangaza utaratibu wa safari kwa mashabiki wa Azam FC kwenda kuisupport timu yao. Vile vile tunaenda kwenye mashindano hayo, ni ya kimataifa na Azam Football Club inaenda kupeperusha bendera ya Tanzania. Kwa hiyo sio mashabiki wa Azam FC tu, kwa Mtanzania yoyote ambaye atapenda safari yetu tutajumuika naye kwenda kuisupport timu yetu. Watu wanaweza wakasema kama mechelewa kwa nini singeanza uh, ile dhidi ya Maniema Union ya DRC? Tunajua baba DRC labda panazapakafikika ama vipi? uh, mwenezi, uh, unajua, katika taifa ambalo lina siku ya mita nyingi za mraba naamini ki Afrika, Afrika ni pamoja na Congo mm. Kongo ni miongoni mwa nchi ambazo ni kubwa sana mm. Sasa Tanzania tunazo logistics za kutufikisha Lubumbashi kwa urahisi zaidi mm. kuliko kule ambako ipo E Manyema kwa maana ya Kinshasa mm. Na ukiangalia miundombinu ya usafiri kutoka kutoka, kutoka Rubumbashi kwenda Kinshasa mm. Hakuna usafiri wowote ambao kama ambavyo kuna sehemu nilitoa mfano kwamba haipiti bodaboda basikeli wala toyo wala gari mm. Yaani ni usafiri wa aina moja tu ambao <laughs> ni ndege peke yake. Sawa. Kwa hiyo <laughs> hii pia ilipelekea ukaingia ugumu wa namna gani mshabiki unaweza kumtoa hapa Tanzania na Lubumbashi, na ukamfikisha sasa kuanza kuangalia ni namna gani unaweza kutoka Lubumbashi kwenda Kinshasa. By the way, hauwezi pia tu kutoka Lubumbashi kwenda Kinshasa mpaka upitie baadhi ya nchi yani, ni mule mule ndani ya Kongo hmm. na unaenda Kinshasa lakini ile ndege haiendi direct moja kwa moja Kinshasa. Kinshasa inapitia kwenye baadhi ya mataifa then inashukia Kinshasa, kwa hiyo hmm. ni kuna mlolongo mkubwa na mrefu sana wa kufika hmm. Kinshasa, kwa hiyo hapo kidogo kama timu naamini viongozi wangu ikawawia vigumu kuangalia na magari ambavyo wangeweza kusafirisha mashabiki kwa mtindo kama huo, mm, okay. Ingepatikana ndege ya moja uo, kwa moja sasa kidogo. Kwa hiyo kwenye hili ambapo tunaona tunaliweza sasa, naona viongozi wameamua kutukumbuka mashabiki sasa mm, kwamba kwa swala la Nairobi, hapana, Nairobi vijana wataenda mm. kwa hiyo tuendelee kusikiliza viongozi mipango yao jinsi ya, ya kwenda itakuwa vipi ili hmm, tuone namna gani tunatubua kwenda Nairobi hmm. Katibu Jo Benyo uh, utaratibu upoje uh, wa safari uh, kwa mashabiki ambao wanauiwa wanatamani kwenda kusupoti timu Nairobi? Asante sana. Uh, sisi kwa utaratibu wa safari wa kuelekea Nairobi uh, kila shabiki atachangia laki moja na ishirini na kwenda okay, na kurudi mm, na safari yetu mm, tunatarajia tarehe 20, sawa Jobenya jo, jo, utakuja kwako hapo uh, nani da, Shelukindo, ukiangazia kuhusiana na safari. Ndiyo, mavazi na kadhalika, hali inakuwaje? Uh, sisi kwanza safari yetu tumeipa jina la Azam FC Fancy Royal safari ambayo safari hiyo tutakuwa tumependeza. e, mashabiki wa Azam FC tumependeza na jezi zetu bora kabisa za Azam FC. Kwa hiyo wale mashabiki ambao wanatarajia kusafiri na sisi wakaribie, katuka, katika maduka yetu ofisho kabisa, wapate jezi zetu original kabisa kwa ajili ya safari hiyo. Vilevile vile, e, katibu hapa atatoa utaratibu wa safari kwamba itakuwa ni lini na ni muda gani. Kwa hiyo E, kipindi hiki sasa mashabiki wajitokeza katika maduka yetu wafanye shopping ya bidhaa bora za Azam FC. Ukiangalia mm. mwenyezi kuhusiana na alama sita ambazo wanaenda kuzifuata dhidi yeah. ya kikosi uh, cha Nairobi. Nairobi nao hawajashinda yeah. Wamefungwa nyumbani dhidi uh, ya Maniema Union. Jambo ligumu yeah. kiasi gani, na hamasa mashabiki kwa ajili ya kwenda kuhamasisha timu uh, unajua tukiangalia kwa maana ya ubora wa kikosi ubora wa kikosi chetu, na tukiangalia rekodi yetu na namna ambavyo, ni kweli tumepoteza hizi pointi sita za kwanza mechi na hao Simanyema, tumepoteza pointi na nani, na Wydad Athletic Club. Mm -hmm. Lakini angalia performance ya timu yetu, unajua ni timu ambayo tunajivunia, kadri siku ambavyo zinaenda zinaonyesha kuna kitu kipya ambacho kinafuata mbele na kitakuja kuwa na manufaa zaidi kwenye timu yetu. Kwa hiyo ni kweli tumepoteza alama sita lakini uhakika wa kwenda kuchukua pointi tatu za Nairobi mm. na pointi tatu za, za, za, za Unguja amini mm. amini Zanzibar, Zanzibar. Pindi ambayo tutaenda mm. tuna uhakika wa asilimia mia kwa sababu kikosi chetu kina maboresho ambayo yanafanyika, ambapo sasa hivi nadhani kama ulivyoona kwenye Kombe la Mapinduzi mm. kana kuna maboresho kocha ameamua kuyafanya kwenye kikosi, naamini yale maboresho mm. yatazidi kuongeza chachu mm. kwenye timu yetu na kuhakikisha tunapata pointi tatu kwa, kwa, kwa, kwa, Nairobi City mm. lakini nadhani kuna namna kuna namna ambavyo Azam mm. tunaonyesha kwamba dhahiri pointi hizo Nairobi City zimekuwa ni pointi za lazima kwa Azam FC mm. ni pointi ambazo wanasema do or die mm. ni lazima hizi pointi tuzipate tuzipate. Kwa hiyo mi nadhani nguvu kama ambavyo sasa unaona, hii ni nguvu ya nje ya uwanja ambayo mm. tunataka kuhakikisha tunakusanya tuna, tuna, tuna, tuna washabiki wenzetu, tuende kwa wingi, yaani timu kule isiwe isikae kinyonge. Tunataka kuhakikisha mm. tunakusanya washabiki wenzetu, tunaenda Nairobi mm. Kwa hiyo kama tunataka kukusanya wale, maana hii nguvu ambayo unaiona nje ya uwanja inareflect pia nguvu ambayo ipo ndani ya uwanja mm kwa hiyo ile nguvu ambayo ndani ya uwanja ipo na nje ya uwanja ambao ipo tuna hakika kwenda kufanya kitu na Nairobi mm, na tukaa na pointi tatu. Katibu Jomenyo, uko nazungumzia kuhusiana na utaratibu na kadhalika, kuna watu wengine wanaweza si Azam FC bwana sijui ile timu bwana <laughs> yaani, ukienda pale haina hey haja ya kuchangia, hebu hey watoe wa hofu kwamba kama wanachama wengine wa klabu zingine wanaofanya nanyie, ndio hivyo hivyo the same zaidi uh, mashabiki ambao wanajitoa sana kwa ajili ya kwenda kusapoti klabu yao popote pale ilipo ni mashabiki wa Azam FC, na sio mashabiki ambao wanagharamiwa safari ni mashabiki ambao wanajigaramia kwenye safari, na ukiangalia mimi ndo nahusika sana kwenye kuchangisha hmm, e, zile safari hmm, e, namba yangu ndo inakuwa kwenye kuchangisha hmm, wanachangia sana, sio mikoani, hata mechi zetu za ta kimataifa hapa Zanzibar pia tunaweka namna gani watu wanaweza kufika Zanzibar na kwenda ku support club hmm, na watu wanajitoa, na kwenye hili pia imekuwa ni sehemu kwetu kubwa sana ya historia kwa ajili kwenda kuweka historia pamoja ya club na kuhakikisha kwamba lazima tuvuke kuelekea hatua ya mtoano hmm, kwao ilikuwa ni safari muhimu sana, na kwa kushirikiana na idara masoko pamoja na uongozi wa klabu tumekuja kabisa kuhakikisha kwamba safari Nairobi tunaenda kwa sababu Azam FC tumepata bahati unapokuwa mm -hmm. mechi ya kimataifa afu unacheza na jirani yako, maana yake kunakuwa na urahisi zaidi wa mashabiki ambao hawakuwahi kusafiri na timu kwenda hatua ya makundi kama hivi, lakini tumepata nafasi hii, lazima tuitumie vizuri sana. Kila shabiki wa Azam FC awe sehemu ya kuweka historia ya klabu yake kwa sababu klabu ipo sehemu nzuri zaidi. Kwa hiyo safari yetu kuelekea Nairobi itakuwa ni laki moja na ishirini mm -hmm. kwa kila mtu na ni kwenda na kurudi. hmm. Na safari yetu inaanza tarehe ishirini na tatu kwa ajili ya kuelekea kule Nairobi. hmm. na lakini pia vile vile uh, kwa wale ambao hawana passport utakuwa namba ile ya kuchangia pale kwenye tutatoa grafiki yetu kwenye peji yetu pale mm. Utapiga simu namna gani ya kuweza kusaidiwa uweze kupata zile pasipoti kwa ajili ya, ya safari ya go and return ya mm. E, ili mradi mpakani pale. Tusifike tusifike, e, mpakani tukane, yani hii ni kwa maana ya kwamba mashabiki wote mm. tunatakiwa tuweze kufika lakini pia vile vile tuna wadau wetu ambao huwa tunashirikiana nao sana kama Azam FC mashabiki, uh, wanajitolea sana kutusapoti. Pia tunaona namna gani pia tutawafikia hili na mkuu idara ya masoko, tuweze kuwafikia kuona namna gani tunaweza kutusapoti, ili mradi tuweze kufika wengi zaidi kule Nairobi. Kwa akijitokeza ambao anaweza kutusapoti, tutakuja tena hapa kwa ajili ya kueleza kwamba kuna wadau fulani wamesapoti, kwa sababu jambo la kimataifa ni jambo la kitaifa, wengi wanapua, kwa wengi wanakuwa wanajitolea kuhakikisha mashabiki wengi wanakuwa wakijitolea wale mabwana, tutakuja na, na utaratibu wao wa watu kufika Nairobi. mm. Watafika kwa njia gani? mm. Hamasa ipoje? Mpaka um, mnakuja hivi sasa kutoa uh, tangazo hili kwa mashabiki, mwamko kutamani kwenda uh, kwenye safari hii? Hamasa ni kubwa sana. Hamasa ni kubwa sana. Mimi hmm. binafsi ni miongoni mwa watu ambao unakutana maswali ya mara kwa mara yale ya kwamba eh bwana, kwani safari ya na, Nairobi na na ipoje? Vipi kuhusu Nairobi? E bana, Nairobi hatuelewi mm. najua mm. kwahiyo, hii binafsi niwapongeze sana viongozi mm. kwanza laki na ishirini mm. ni kitu wanasema ni affordable. mm. yani, mtu ukipambana kama kweli unania kutaka kwenda kuisapoti Azamu FC mm. au kama unania wewe, ni mpenzi wa mpira, unania kutaka kwenda kuiangalia Azamu FC mm. Nairobi wakati inafanya vitu vyake, ni gharama ambazo zinawezekana kabisa kwa mtu ambaye ana malengo ya kutaka kwenda kuisapoti timu yetu mm. kwahiyo viongozi wameweka hiyo gharama na kama hivyo, kuna kitu kingine kimetajwa hapo na kiongozi kwamba kwa mtu ambaye anajijua masuala ya labda pasipoti kwake vitakuwa vigumu, nadhani katika sehemu ambapo watu watapata msaada mkubwa ili kwenda kuishuhudia hii mechi ni pamoja na eneo hilo. Kwa hiyo kwa sababu ameshasema kwamba mtu yote ambaye pasipoti yana ni rahisi zaidi kwa yeye kuja kuonana na viongozi ili waone ni kwa namna gani wanaweza kumsaidia kwenye swala la yeye kutoboa kwenda Nairobi kwenda kuishuhudia Azam FC si, ikiandika historia ya kuenda kuchukua pointi tatu kwenye taifa la Kenya. Tunajua mechi haitokuwa rahisi, mechi itakuwa ngumu sana, lakini hakuna namna. Itabidi mechi tushinde na tuchukue pointi tatu ili mambo mengine yaendelee. Kwa hiyo mshabiki wa Azamu, mpenzi yeyote wa soka ambaye anapenda mpira aje kwenye ofisi za maduka ya Kariako pale zipo, lakini naamini hata ukifika Azam Complex pia, na nadhani baada ya hapa kwenye mitandao ya kijamii, katika timu ambayo huwa inajitahidi sana kuwasilisha na kutoa taarifa za klabu yake kwenye peji za timu ni pamoja na Azam FC, huwa zinatolewa pale taarifa zote, uh, ishu ya jezi kwa wakati huu, lakini pia mipango ya kuelekea uh, Kenya. Kwa mashabiki wanaona soka la Tanzania, wanaona Azam FC, mipango ipoje uh, kwenye idara ya masoko sasa, kwa ajili ya kuwafikia mashabiki pia wa soka la Kenya na kupata chapa ile ya Azam Football Club, ndio mipango ipo vizuri sana na kwa kushukuru zaidi, Nairobi pia tuna mashabiki wa Azam FC hmm, na tumeshapokea tayari oda na kutoka Nairobi. Kwa hiyo sisi kama idara ya masoko tumejipanga vizuri kabisa kuhakikisha kwa kwamba tunawafikia tukiwa na bidhaa zetu bora kabisa. Vilevile vile, nitoe wito tena kwa mashabiki wa Azam FC kwamba hii tumeita ni Azam FC fans royo safari, kwa hiyo safari yetu itakuwa ni ya kifalme, hmm, kwa uh, tutasafiri kifalme lakini mm, lengo kuu ni kwenda kuisapoti mm, timu yetu mm. Kwa hiyo sisi targeti zetu, eh, ni at least, eh, mashabiki mia moja, twende zetu Nairobi yeah. Uh, at least tupate zile kosta nne, yes. Nikisema at least ni mm, kuanzia mia moja kwenda mbele yeah. Mm. Kwa hiyo eh, kwa matumaini yangu kwamba watu watajitokeza kwa wingi kwenda kuisapoti timu kwa sababu kabla ya leo kuzindua eh, safari yetu hii hapa, mm, tumepokea simu nyingi sana wanauliza bwana, viongozi vipi kuhusu safari ya Nairobi? mm -hmm. E, kwa hiyo matumaini ni makubwa kwamba e, tunaweza tukavuka tuka target ya watu mia moja. kuvuka watu 100. Tunajua. mm -hmm. Uh, kwamba kesho uh, Azam Football Club wanacheza uh, dhidi ya Coastal Union, wana Mangushi, wagosi wa Kaya. Mechi ya Azam dhidi ya Coastal Union huwa sio mechi rahisi hata uh, moja. Uh, katibu, japo uh, kwa dakika moja kuzungumzia game ya kesho na hamasa kwa mashabiki wengine, mashabiki we kujiunga kuiunga mkono timu Uh, <coughs> mechi ya kesho kwetu ni mechi muhimu sana, kama Azam FC. Ni mechi ambayo, kwa sababu safari hii tunahitaji vikombe vyote ambavyo tunashiriki tuweze kuvipata. Kwa hiyo mimi nitoe wito kwa mashabiki wa Azam FC tujitokeze kwa wingi pale Chamazi Complex kuhakikisha tunapata matokeo ya pointi tatu kwa sababu tunaona timu yetu jinsi inavyopambana mm -hmm. wachezaji wako vizuri sana na kocha akatuonyesha namna gani tuna kikosi kipana na tunakuwa na matumaini makubwa sana na klabu yetu kwa hiyo pointi tatu ni muhimu sana mashabiki wote ambao wako mm -hmm. Dar es Salaam na nje ya Dar es Salaam tujitokeze kwa wingi tuende support timu yetu Jeff kitambala bola mm -hmm. amelia sana ameenda mechi mbili bila kufunga goli tumecheza mechi ya nusu fainali na Simba kuscore tumecheza mechi ya fainali na Yanga kuscore kwa hiyo hapa naongea na wewe Jefte Kitambala, bora ana asila nyingi sana eh. tukutane sanaukutansaa <laughs> <constantly. laughs> So, uzuri kwamba uh, hapa tulikupo na Ayoub Shelukindo ambaye ni mkuu wa idara ya masoko Azam Football Club, tukupo na Ahmad Jobenyo ambaye ni katibu wa mashabiki Azam Football Club pamoja na Octavian Achimpota uh, aka mwenyezi wa Azam Football Club. Lakini hawa, uh, kusogea hawakuwa peke yao hapa kwa sababu uh, walikuwa pia na mashabiki wengine ambao wamekuja pia, mojawapo tunaweza tukasogea pia hapa baadhi ya uh, mashabiki ambao uh, wamesogea katika siku hii hapa leo kuja hapa kuja uh, kuzungumza kidogo japo uh, kuonekana kwamba kuja kuisupoti jambo la Azam Football Club limekuwa sio jambo dogo hata uh, kidogo. Na kuja kuungana nasi hapa yupo pia Venus Mkisi ambaye uh, anatoka katika idara ya masoko na kadhalika, yupo pia Lee ambaye pia amejumuika hapa kwa ajili ya kuweza kutoa uh, nafasi ya kutoa hamasa kidogo. Jamani, tuko vizuri. Azam FC timu bora bizabo. Bora. Azam FC timu timura, bora. Bora. Bora, tunaenda Nairobi kibabe, kibabe kabisa. Azam FC Royal Fans Tour, si ndio? hivyo mwenyewe hiyo ni Royal Fans Tour, mm. E, <laughs> Tour kwenda Kenya tunaenda tuna kibabe tunakichafuaje pale Nairobi ah, Nairobi? Hivyo mm. Hapa tunavyochafua mm. Azam, naipenda usifikiri utani, ingekuwa embe dodo Ngelilana magana Azamu na, <laughs> <laughs> Azamu ipenda usifikiri utani, <laughs> <laughs> ingekuwa embe dodo ngelilana majani, Azamu na ipenda usifikiri utani, ingekuwa embe dodo ngelilana majani <laughs>